Niwaombe wanasheria wa Tanganyika Law Society, ninyi mnashiriki mashauri yote haya, mashauri ya jinai na mashauri ya madai na ya kikatiba sijui na aina gani. Be so much watchful, be so much responsible. Kila mmoja mwajibike kuwa interference mahakamani na kuwatetea wateja wenu kwa ufanisi ipasavyo. Mimi huku kwetu mahakamani tutaimarisha usimamizi wa kinidhamu kuwahusu ninyi. Kila moja hakikishe kwamba anatekeleza wajibu wake, kwa sababu nawasomea ibara ishirin na tano ya kikatiba. Majukumu yale ya kisheria lazima tujitume kuyatekeleza, lakini wa sisi hatutakondoni wale Tanganyika Law Society wanakuja mahakamani huku ninyi hampo hii. <laughs> hatutaendekeza na ushauri wetu ni sisi kwamba tujitahidi, unless when it is so much necessary, hizi kesi ziamuliwe on a merit. Tunamwongoza kwenye katiba Ibara ya mia moja na saba I. tunapotekeleza majukumu yetu kutofungwa na masharti ya kifundi kupita kiasi kiasi hata cha kuzuia haki stendeki. So tunataka kuimarisha haya. Mimi nazungumza haya, kuimarisha tu ile sensi ya accountability, tunrae kumaliza hizi kesi kwa nini kuliko kuweka uzipaki mahakamani na mwishoni mnashindwa. Alafu mkishindwa, sitaonekana kama akili zenu sio nzuri. Afadhali hii suluhishi. Ibara ya mia moja na saba e. sabu atiko tu d inatuelekeza pia mahakama kukuza na kuendeleza usuluhishi. Ndio maana nawazungumza haya, yani mnaona, hamwezi kwa vyote vile, jinsi ilivyo, mfikie mwafaka, nendeni mkazungumze. Mwiamalize haya mambo. Ma mengine wananchi wale wana haki tu. Alafu unajisikiaje wewe kama mwanasheria wa serikali? Uh, <laughs> unaenda pale kile ukisoma jarada hilo unaona kabisa ilikuwa ni stahili ya ya, ya huyu watu wana alafu mimi mnasema mna nani? Mimi hiyo siipendi. Na si kwamba siipendi lakini sisi wote hatuipendi tunidi haki. Tunataka haki. Ninyi wote ni maofisa wa mahakama, tunataka ile discipline iliyo kwa mahakamani ionekane huko ninyi Tanganyika Law Society ba wote ambao mnaongozwa na, na mwanasheria mkuu wa serikali. Tunataka mwe, <laughs> mwe sensitive to justice na nini. Tunapozungumza sensitivity to justice ina nini ina wahusu? Haiwatuhusu sisi tu mahakamani huko. Kila mtu hapa ambaye ni key player, wa upatikanaji wa justice mahakamani anahusika. Pengine tutaweza kuangalia ni maeneo gani ambayo pia ni, ni changamoto yanayotufanya tusifikie malengo yetu ya utoaji haki. Tunataka kutibu haya magonjwa ambayo mengine yanaweza yakawa yanatuletea hata migogoro unnecessary. Tunachosisitiza sisi ni ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu yetu ya utoaji haki mahakamani. Ikiwa kuna kitu mnakiona huku kwetu kwamba nacho hakiko sawa, tuambieni humu humu, ni ya kwetu sisi. Hiyo ndo namna ya kupona. Sisi ni watumishi wa watu, tuwe na kiherehere cha ile proactivity ya kutaka kuona tunatekeleza majukumu yetu kwa ufanisi ipasavyo.